Audhu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmani rahim. Ndugu yangu mtazamaji, nikukaribisha tena katika darasa yetu na katika chuo chetu na masomo yetu katika chaneli yetu hii pendwa ya Jureej Mo Ruhaniyyaat. Kwanza kabisa ni kuombe usiache kufuatilia katika eh, chaneli hii ili uweze kupata mambo mbalimbali mbali, ambayo yanayohusu masala eh, ya kimwili kitiba na kiroho kwa ujumla. <coughs> Na, leo tutazungumzia mada nyeti sana, na mada hii ni mada ya mvuto, lakini mvuto huu ni mvuto wa kisheria. Kuna mivuto ambayo ni tofauti tofauti, kuna mivuto ambayo ni mivuto ambayo inatokana masala au mambo mengine ambayo yanakuwa hayako sawa eh? mambo ya kishirikina unaona eh? kuna mambo na njia nyingine mbalimbali mbali, ambazo kila mmoja eh, anajua namna ya Kuzitumia ni yani kila mmoja na, na, namna yake hiyo. Lakini leo tutazungumza njia hii ambayo, njia ambayo njia ambayo, njia ambayo, njia ambayo njia nyepesi sana. Lakini njia ambayo ni ya uhakika katika kuweza kufanikiwa. Napozungumzia au napozungumza mvuto na kusudia kumvuta mtu, njia. Lakini tu tahadhari usiweze kufanya kwa yule ambaye hastahili. Huwa mara nyingi nazungumza hiki kitu. Mche Allah, mwogope Mwenyezi eh, Mungu katika kuliendea na kulifanya jambo hili. Una mtu una mke e, mke wako labda ameweza wewe kutoka katika mazingira ambayo kila mmoja anapata changamoto kutokana na jinsi ya ambavyo changamoto hiyo imeweza kumpata. Wengine amekimbiwa tu bila sababu ya msingi hivyo, au mume una mwingine, ametelekezwa, mwingine ameachwa katika mazingira hayo. so, sasa unataka umwache au unahitaji uweze kumuoa au uolewe na yeye tayeb. Wewe utaweza kuishika hii lakini, na kuitumia njia hii itakusaidia, na njia hii itakupa matokeo kwa haraka mno, biidhnillahi lkarim. Kikubwa wewe ifanye na iweze kuizingatia, ni ipi? Twende pamoja mimi na wewe. Kwanza utaanza kusoma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, mara tatu. Utasoma astaghfirullah mara tatu. Hii astaghfirullah maana yake na ndugu e, istighfar. Istighfar, e, zangu e, kama ambavyo tuliwahi kuzungumza, katika haya masala yanahitaji maandalizi, sio unakurupuka tu, alafu ndio una unafanya. La maana yake ni kwamba mavazi yako yanatakiwa ujiandae, kimavazi, kimwili na kiroho pia, na kimahali unapofanya hiyo kazi yako, pawe pasafi. Sehemu unaofanya hiyo kazi iwe safi e, mwili wako uko uko safi na mavazi yako pia yawe safi na roho yako ya nafsi yako hiyo iko safi. Utasoma surati Fatiha, alhamdu mara moja. Kisha baada ya hapo, hii najua surati Fatiha kama inavyojulikana ni sura ya kufungua kila ambapo pana uzito na kisha baadaye hapo utasoma aya ifuatayo ambayo utakayoisoma hapo hiyo aya inapatikana katika surati Rum, utanukuu katika surati Rum. Surati Rum sura hiyo ni sura e, aya, e, ni sura ya 30 sikosei, lakini ni aya nambari ishirini na moja aya nambari ishirini na moja utaisoma hiyo aya inasema e, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma. Utaisoma hiyo aya mara tatu, unaona. Utaanza istighfar, utasoma sura Al-Fatiha yani alhamdu, kisha ndio utasoma hii uh, wa min ayatihi mara tatu, aya 21 katika sura Rum. Kisha baada hapo utasoma hii dua tena kwa Kiswahili kabisa utasoma hiyo dua kwa Kiswahili tu sio kwa Kiarabu. Unasema hivi, ewe Mola wangu wa haki, waha yani, ewe Mwenyezi Mungu, ikiwa fulani eh, mfano Jureji mzaliwa wa Rahma. Eh? Sasa kama utanijumuisha mimi, lakini sitaki. Utataja ewe Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu wa haki, ikiwa fulani binti fulana, kwa jina la mama yake utataja. Utataja kwa jina la huyo mtu ambaye unamhitaji unataka kumvuta. Ikiwa e, ni kheri kwangu na kuwa wawili baina yangu mimi na yeye, ya Rabbi, ikiwa kuna kheri basi tuzidishie mapenzi baina yangu mimi na yeye, tena ya halali ne, na unipe njia ya ndoa iliyokuwa njema. Ya Rabbi, jalie ndoa iliyokuwa njema. Unazungumza una, una kisha kabisa Nasema ya Allah, weka upendo baina yangu mimi na yeye, yani baina yetu tuwekee upendo. Ya Rabbi utuepushe na fitina na dhulma au na haramu, una una, una, una ni vitu ambavyo utakuwa unadua unaizungumza. Ikiwa ni heri, basi tufanyie wepesi na haraka iwezekanavyo, lakini pia tuondoshee hasadi na utuondoshee mabaya vijicho vizuizi vyote vya kijini na kibinadamu, kwa sababu inawezekana akawa kuna hasadi ya kijini au hasadi ya, ki, ya kibinadamu. Unamwomba Mwenyezi Mungu katika hali hiyo. Kisha baada ya hapo utamalizia kwa kusoma surati Ikhlasi, qul huwallahu ahad allahu samad mara tatu. Kisha utasoma qul rabbi falaq mara tatu, qul rabbi nasi mara tatu. Unaona, eh. Kwa utakuwa unafanya kila. Kisha baada tutamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara tatu tu, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali muhammad. Utafanya hivyo kisha baada ya hapo ushamaliza, lakini e, katika maelezo ambayo ni muhimu pia, dua hii utaweza kuifanya kwa muda wa siku saba mfululizo utafanya hivyo kwa muda wa siku saba mfululizo moja, lakini pia ikiwezekana, kama utakuwa una uwezo basi, utaweza kufunga somo siku hata moja tu katika hizo siku saba. Kwa ajili yako wewe, mfano unaweza kufanya siku ya Jumatatu katika hizo siku saba au Alhamisi siku moja hapo katika hizo, yani unakuwa unafunga. Lakini jambo lingine, usitaje jina la mtu kwa ubaya au kwa mabaya kwa mapenzi tufanya, unaona yao kadhamiria kufanya vitu ambavyo vya kiovyo, maana kuna watu akili zao zimekaa kama za nguchilo. Lakini pia jambo la tatu, eh, kila jambo liwekee kwa Allah tabaraka wa taala, unaona mkabidhi eh? Allah tabaraka wa taala, kabidhi Mwenyezi Mungu jalifani imani bi maana, ndio ile tunasema al-iman na au usafi wa kiroho na kinafsi ndugu yangu Mwenyezi Mungu, utaona maajabu ambayo yatakayotokea katika kukuletea hicho kitu. Hii ni mvuto wa halali kabisa, mvuto ambao ni wa halali kabisa, ambao hauna mushkeli au hauna. Umebarikiwa, jitahidi sana kumcha Mwenyezi Mungu katika kuyafanya. Tukuwa tunasema mambo yote ni halali, isipokuwa wewe ndio utayafanya yawe haramu kutokana na matumizi yako mabaya. Aliyeumba na aliyetengeneza bunduki hana ubaya lakini wewe utakayechukua hiyo bunduki sasa, ukaenda kuifanyia ubaya, au kisu au panga, ni silaha hizo ukaenda kuzitumia vibaya, basi ndio haramu itaingia ndani yake. Namuomba Allah tuafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.